kati ya Tanzania na Msumbiji ni wa kihistoria na wa kipekee, uliojengwa katika msingi wa harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Tanzania chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliipa hifadhi chama cha ukombozi wa Msumbiji Frelimo na kusaidia kwa hali na mali mapambano ya kuikomboa Msumbiji kutoka katika utawala wa kikoloni wa Ureno. Mwalimu Nyerere na Samora Machel walikutana mara kwa mara kupanga mikakati ya ukombozi wakiwa marafiki wa karibu na wapigania uhuru wa kweli. Tarehe 25 Juni mwaka 1975 Msumbiji ilipata uhuru na Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kuunga mkono serikali mpya ya Frelimo. Huo ukawa mwendelezo wa ushirikiano wa kudumu kati ya mataifa haya mawili. Leo hii zaidi ya miaka 50 tangu uhusiano huu kuanza, Tanzania na Msumbiji zinaendelea kushirikiana katika masuala ya kiuchumi, elimu, usalama na maendeleo ya wananchi. Tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, Tanzania inatarajia ugeni mkubwa wa Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa sasa wa nchi ya Msumbiji, katika ziara yake ya siku tatu katika ziara hiyo atatembelea kituo cha Urithi wa Ukombozi wa Afrika, sehemu inayohifadhi historia ya mshikamano wetu na ambapo kumbukumbu za harakati za ukombozi wa Msumbiji na nchi nyingine za kusini mwa Afrika zimedumishwa kwa kizazi cha sasa na kijacho. Tanzania na Msumbiji ni ndugu wa damu, historia na matumaini ya pamoja. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili